Sio research research vya mtaani vinatokatoka tu, havina zile ethiko, hazina nini, hazina nini ha, Tanzania iko hivi Tanzania hali iko hivi. Hapana, hizi takwimu tunazozitoa tuzifikishe pahala, mpaka hawa watu wetu wa chini wawe wana uwezo wa kuzitumia takwimu hazea Ukita pale kwangu navyovitabu vya takwimu ambavyo daktari kabla hajastaafu alivitoa tunavyo, vimejaa, lakini pengine kwa lugha iliyoandikwa au kwa ilivyokuwa, watu wengine hawawezi kuvitumia. Wanaweza kuvitumia labda ni sisi ambao tulokwenda shuleni kidogo, <coughs> na nyinyi kidogo, watu wenyewe wa takwimu lakini watu wa kawaida ukweli, tuseme ukweli, hawana uwezo wa kutumia takwimu hata katika mazingira madogo madogo waliokuwa wanayo na, na, na, kama alivyosema pengine hata kutokujua na kutokuwa na uwezo wa kuzitumia hizo takwimu katika simplest way za maisha yao ya kawaida, pengine inawaletea changamoto katika maisha, migogoro na pengine, sisemi kama mnahatarisha tandoa za watu, lakini kwa vile hawaelewi unaweza kukuta hata ndoa zina zinaharibika na mambo mengine, watoto wanakosa kwenda shule wai, kwa sababu watu walio wengi hawana uwezo wa kutumia takwimu ambazo zipo na zila. Kwa hivyo mimi niombe, hebu tujipange kama chama, tujipange wataalamu, tuone tunafanya tutakalolifanya, lakini tuweze kutumia takwimu. E, changamoto nyingine ambayo pia ni fursa ni teknolojia au kasi ya ukuaji wa teknolojia ya takwimu, pamoja na mabadiliko ya haraka ya teknolojia ya big data, tunaita artificial intelligence, inaitwa machine learning, ni eneo la takwimu, lakini bado tuna pengo katika uwezo wa kuzitumia teknolojia hizi. Aidha, chama kinahitaji kutoa mafunzo ya mara kwa mara kwa wanachama kwenye eneo hili, jambo ambalo E, linakuwa bado ni changamoto kwa vile linahitaji fedha pia. E, kuna mwamko mdogo pia wa matumizi ya takwimu kwa wadau, hasa watumiaji wale wa takwimu bado huko mdogo, bado kuna pengo kati ya waandaaji na watumiaji takwimu kwenye shughuli e, za kila siku za kitaifa na za kijamii, all the way mpaka kwenye ngazi ya, ya kaya. Kuna haja ya kuchochea matumizi sahihi ya takwimu kwenye sekta zote ili kuongeza uhitaji wa bidhaa za takwimu, kwani sisi tunapokuwa wale watumiaji au demand inapoongezeka, na sisi kama supplier wa takwimu ndipo tunapopata kazi. Tutafute fedha, tutafute fedha kwa wafadhili, tutafute fedha ndani ya serikali, tutafute fedha kwenye private sector, tuanze kazi ya kukitengeneza chama hiki cha watakwimu kama ilivyo American Association for Statistics. Why not in Africa? Why not in Tanzania? Watakwimu wote nchini waripoti kwa mtakwimu mkuu wa serikali, kwa maana ya ile professionals scientific autonomy ya mtakwimu iende pale kwa mtakwimu mkuu wa serikali kama alivyo mganga mkuu wa serikali, kama alivyo mwanasheria mkuu wa serikali. Na pia chama chetu cha tasta, la pili ni la chama chetu cha tasta kijulikane kisheria kwa kuwa na ile bodi ya wadhamini, ili tuwapatie watakwimu autonomy, hasa wale walioko kwenye wizara, idara na taasisi nyingine za serikali kupata ile kitu inayoitwa capacity building na kuhakikisha zile takwimu za nchi zile takwimu za nchi zinaratibiwa sawasawa, ndio maana tulileta ile sheria ya 2015 kuhakikisha mtakwimu mkuu wa serikali anapiga baba au biza kwamba takwimu hii ni rasmi, sasa itumike, ili chama chetu hiki kiwe na nguvu na takwimu za nchi ziwe na nguvu na tasnia hii iwe na nguvu. Sio bi research vya mtaani vinatokatoka tu, havina zile ethico hazina nini hazina nini ha, Tanzania iko hivi Tanzania hali iko hivi. Hapana, tupo watakwimu, tumesoma ba, tumesoma miaka yetu mitatu tumepata kitabu pale kiku Dar es Salaam tumepasoma kwa nguvu. Sio mtu anasoma sana, sana na mimi ni mtakwimu, hapana hilo. Kwa kweli chama chetu hiki kihakikishe kinasimamia kwa ueledi wa hali ya juu sana sana sana. Kwa miaka ya nyuma tumekuwa na vyanzo vikuu vya takwimu viwili, eh, ambavyo vilikuwa ni sensa na survey, lakini pia na taarifa za kiutawala. Sasa kimekuja hiki chanzo cha tatu ambacho ni big data kinachotokea kinachotokana wakati mwingine na matumizi ya akili mnemba au Artificial Intelligence. Sasa kama taifa, tunatakiwa tuendane na eh, kasi ya mabadiliko ya sayansi na teknolojia ili na sisi tuweze kuendana na uwezo wa kuzalisha takwimu ambazo tutaweza kufikia hatua ya kuweza kuzalisha hata takwimu ambazo zitakuwa zinaonyesha mabadiliko ya kila labda kila baada ya saa moja takwimu zimebadilika, uzalishaji umeongezeka, mahitaji, labda bidhaa zilizouzwa nje zimeongezeka, idadi ya watu imeongezeka na kadhalika. Badala ya kusubiri baada ya miaka labda kumi ili tufanye sensa, kwa kutumia teknolojia iliyopo, tunaweza tukapata takwimu ambazo ni za wakati ule real time data, kwamba kila inavyobadilika, kila baada ya dakika moja inakuonyesha mabadiliko, na unaweza hata ukazi uh, ploti kwenye grafu zikawa zinaonyesha namna ambavyo zinapanda na kushuka. Kwa maana hiyo, Ofisi ya Taifa ya Takwimu kwa mujibu wa sheria sura namba 351 imepewa mamlaka ya kuratibu takwimu zote zinazozalishwa hapa nchini. Kwa hiyo tunatarajia kwamba takwimu zote zinazotumika nchini ziwe zimepata ithibati au kibali cha Ofisi ya Taifa ya Takwimu ili kuondoa mkanganyiko wa watumiaji wa takwimu e, pale endapo kunakuwa na vyanzo vingi vya takwimu vingine ambavyo hata havijathibitishwa. Uh, ma, madhara ma yapo ni makubwa sana kwa sababu uh, tu, tunafuatiliwa, tuna, tuna na watu wengi, kwa sababu utakapotoa taarifa tofauti na aliyotoa uh, mwingine inaenda moja kwa moja kumislead, inaenda kuleta, uh, kul, kuleta tofauti ya kile tunacho tunachokitaka tunacho. Kwa hiyo uh, basically Uh, madhara makubwa ambayo tunayaona kwenye hizi takwimu ni kwamba taarifa zinakuwa haziko, haziko sahihi na inaweza ikamislead ikaleta hata taharuki kwenye jamii, na taarifa ambazo zinakuja uh, zisizingatiwe zisiwe na tija yoyote uh, kwa taifa. Kwa hiyo ni, ni, ni vema kuwa na, na, na, na, na kastodian wa hizi takwimu uh, kama nchi na wananchi waweze kufocus zaidi kwenye kuangalia takwimu ambazo zinatolewa na ofisi rasmi, lakini pia zimechakatwa na watakwimu, na ndio hiki chama sasa kinaenda kuwakutanisha watakwimu wote. Tukafika pala, hata kama wewe na mkeo kule nyumbani, kama hamna takwimu, basi lazima kutakuwa kuna migogoro ya maisha ndani yake. Kwa sababu mtatumia, alafu hela itakwisha na siku nyingine itabaki. Sasa mbona mwezi uliopita ilikwisha, mwezi huu unao? Wewe una nyumba ndogo wewe kumbe takwimu haikufanya nini? haikufanya kazi vizuri. Wazee wangu, ndugu zangu, takwimu ni muhimu, na tuendelee kuipa uzito unaostahili ili basi itusaidie si katika kazi au kuliendeleza hili taifa, lakini itusaidie vile vile katika ku, kutuendeleza maisha yetu